Asemana, tuko Moshi vijijini huku, ni ndani ndani kabisa maeneo ya Newland, na tukasema tuweze kuzungumza na wazee wetu, kwa sababu tunajua jamii ya Wachaga ina mambo mengi sana, yani kuna mila na desturi ambazo zinafatwa eh, kwa namna zote, so tukasema tuweze kuzungumza na bibi hapa, kwa sababu mambo ni mengi sana na mada kuu kwa nini mtoto wa mwisho ndio anarithishwa mji na sio mtoto wa kwanza. So bibi atakwenda kutuambia kwa urefu sana na ni kwa nini inakuwa hivyo. Okay, uh, tuko hapa na tukasema tuzungumze mawili matatu, kwa sababu tunajua, kwa sababu mkoa huu wa Kilimanjaro kuna mambo mengi sana ya mila na desturi ambayo yanafanyika, na tukasema tukutembelee hapa uweze kutupa mambo mengi, sababu tumeambiwa ni mtaalamu sana wa masuala haya ya mila na desturi za za kichaga kwa jumla eh, labda tuambie tu kwa kujitambulisha, unaitwa Silipa Matayo Ngowi. Wewe ni mwenyeji wa wapi kwa mkoa wa Kilimanjaro? Yaani asili yako wewe? Ya Mungo Kilanya. Okay. Ambapo ukitaka kumsalimia mtu unamsalimiaje kama sasa hivi asubuhi? Na Wana we. E. Na ntoma. Yeye Eh, kama. E, kama. E. Okay, anajibuje? Bibi, mimi nafahamu wewe unajua mambo ya mila na desturi, kinaga ubaga. Mimi nilikuwa nataka niambie kwa nini kwenye jamii hii ya Wachaga, mm. Eh ikatokea labda mzazi wamefariki mm, au kwa namna yote, yani, inakuwaje mtoto wa mwisho ndo anarithishwa mji? Hebu nataka utuelezee hiyo ishu. Ule wa mwisho anarithishwa mji, maana ni mtoto wa mwisho. Kwa nini sio wa kwanza? Hawa kwanza anaenda kutafuta mji wake, maana yeye ni wa kwanza. mm. Wanaacho ule wa mwisho ndo anaachwa nyumbani. Ndio okay. na ilikuwaje ikawa hivyo? si wa, wa, tangu wa babu zetu, naje kubadilika hajawahi kubadilika mpaka hadi sasa hivi, kinaendelea hivyo kimila. Unaona ni sahihi mtoto wa mwisho ku, ku, kumiliki mji, yani kuachiwa mji? Ni sahihi, maana sasa sisi tutakuwa tumeshakufa hasa ule mtoto wa mwisho ndo anachio ule mji, na wale wengine wakija watawapokea kwenye ule mji. Labda miaka ya nyuma ilisha kutokea, labda mtu akafanya kinyume, labda mtoto wa kwanza ndo akapewa madaraka ya ku yani ku control mji mzima au kumiliki mji, pakatokea labda chochote ambacho sio sawa, labda mambo ya kimila kule kwetu chagani haiwezi kutokea hiyo, maana wale wakubwa wanaambiwa katafute mji wao, ama wanagaio sehemu na baba wao, kila mtu akae kivyake, lakini ule wa mwisho anabaki nyumbani. Okay. Ndio na kwa nini isio kwamba labda mtoto wa kike labda pengine na katika hiyo kurithishwa, mm-hmm. Ni mtoto wa kike wa mwisho au ni wa kiume, au labda, wa kike, ni wa mwisho wa kiume? Au kama mtu metokea labda na watoto wa kike tu, inakuwaje? Ni wa mwisho wa kiume, maana ule wa kike si anaolewa lakini yule wa kike anavyoolewa akija hapo nyumbani, lazima yule anabaki pale nyumbani atampokea. Ndio, okay. Na ikitokea labda hakuna mtoto wa kiume kwenye hiyo familia inakuwaje? Hata yule akika anaweza akarizisha tu pale, lakini kama atakuwa ameolewa kwa bwana wake, atakuwa ile sehemu yake alikuwa amepewa pale nyumbani, kama ni shamba kama ni nini, anaenda kulima anapata chakula chake, chakula na watoto wake okay na wewe hizo mila umezishuhudia mara ngapi? Yani kwa kushuhudia kwamba lilifanyika jambo hilo? Mimi sinikuta huko kwa wazazi, tangu wale wengine walikuwa nafariki tangu nimezaliwa, hmm. kwenye mji nikakuta mila hizo zinaendelea ndio. Labda haiku, haiku, haiku, wai labda labda kuwia ugumu labda hata pengine labda kwa kushuhudia tu labda mtu anasema labda kwa nini mtoto wa mwisho ndo anakabidhiwa mali, au unakuta labda watu wana e, mata, ni matajiri wana ng'ombe wana nini vitu si unajua Wachaga mambo yao mambo ya mali e, ndo zao e, ikatokea labda kwa nini mtoto wa kwanza yeye asipewe, yani hakuje kuona migogoro na mikanganyiko hiyo migogoro na kuweko, lakini sasa wale wazee wa zamani wanaamua wanasema kwamba wewe kama umeshapewa sehemu yako natakiwa ukamiliki kule kwako sehemu yako iliyopewa. mm. Halafu, na ule anabaki pale nyumbani hamiliki pale nyumbani. Okay. Kwa paje kutokea mgogoro wote. Migogoro inatokea kwenye masehemu ile ya kugaiwa vitu, hey. Hey. Lakini wazee wanaamua wale wa zamani. na sasa, na, na kwenye kugaiwa vitu wanagaiwa vipya vip, nami nataka unielezee kwamba bana, yani, hapa inakuga wanagawa hivi wanagawa hivi yani, nataka kujua labda mtu ana watoto wake labda watoto sita mm. wote ni wa kiume na mtoto wa mwisho anatakiwa akabidhiwe mji Je? mm. yeah hao wengine inakuwaje? kwenye upande wa mali na vitu vingine? hao wengine, si anakuwa ule mzee kama ana shamba likubwa. hmm. anagawa ile shamba la kahawa nusu, kila mtu sehemu yake, kila mtu sehemu yake. hmm. Aya, kama la kwenye migombo, anagawa kila mtu sehemu yake, sehemu yake. hmm. E. kwa okay. hiyo nao inaepusha sana migogoro hapa na pale. E, maana kila mtu, kila mtu anakuwa na kwake. kwa okay. E. upande wako wewe, labda kama una watoto wako e. Eh, labda mtoto wa kwanza ndo anakuheshimu na kukutii, labda mtoto wa mwisho labda ni wale wale yani hawaelewi au kusikilizi, labda atokea kwenye swala la kumkabidhi kumkabidhi mji, kumkabidhi nani yoyote ile, atapatikana wa mwisho. Lakini wa kwanza kama anakuheshimu huwezi kumkabidhi? Ah, wa kwanza anakatafute kwake, lakini wa mwisho wa mwisho anabaki kwenye mji. Okay. Bado nashukuru sana <laughs> eh, bwana mkubwa unaitwa nani? Mimi naitwa Michael Kesi. Okay, hebu niambie bana. Wewe kwa mtazamo wako kuna mada ambayo tulikuwa tunaizungumza hapo na bibi, kuhusiana inakuwaaje mtoto wa mwisho ndio anakabidhiwa mji yani, kitokea labda kwa watu wamefariki na nini labda mtoto wa mwisho na anarithishwa mji wa kiume. Eh, kwa nini asiwe mtoto wa kwanza? Hebu tuambie kwa nini inakuwa hivi lakini una experience gani katika mila hii? Ah, experience mi nimetangia na kuwa nimewakuta wanafanya mambo kama hayo. Mtoto wa kwanza arisishwage mji hata siku moja. Ila mtoto wa mwisho siku zote anarisishwa mji kwa, kwa sababu yule ndio kama kifunga nyumba cha pale kwamba hata, hata kama amezunguka lakini maisha yake yote yako pale hata asipojenga anaweza ka, kapata yule mji pale kwa ni wa kwake. Okay. Ndio. Na kwa nini asiwe mtoto wa kwanza? A, mtoto wa kwanza kila anapozaliwa huwa ameshatengewa fungu lake huwa naye katafute, anayekuja wa pili katafute anayekuja wa tatu katafute. Hata kama umezaliwa wa nne, wa tano wakawa mwisho ndio huyo huyo. Umezaliwa wa tatu, wa tatu wakawa mwisho ndio huyo anarithishwa mji. Hao wengine wanajitafutia. Okay, haje kutokea labda ukashuhudia mgogoro wote labda mtoto wa kwanza anataka arithishwe, mtoto wa mwisho labda na anaambiwa hakuna, wewe ni mdogo. Je, kuna migogoro namna hiyo? Ah, migogoro huwa inatokea, lakini kama wazazi wamefariki. Lakini kama wazazi hajafariki, lazima kuna umakini fulani wanawaachia wale wakubwa zao kwamba ile eneo hili hapa mpaka pale pale ni kwa fulani, hapa mpaka pale ni kwa fulani. Okay, ila hii nyumba na hii mali huko hapa tangalia okay, mtoto wa mwisho. Na kwa nini kwa, kwa nini unasema kwamba wanaachiwa watu na watu wanaachiwa katika misingi gani, yani ni maelezo gani ambao wana, wanaambiwa ambao pengine watasimamia misingi husika. Alafu zile ngombe za wazazi au mali yote wazazi, na nani? Na yule na kijana wa mwisho ndio anamiliki ile mali za wazazi wake yeye, lakini wale wakubwa wameshapewa kila kitu cha kwao, wanafanyaje? Wanaendeleza huko. Kwa hiyo pale kuna migogoro kama hiyo, wazazi kishaiwahi, basi haina shida. Umeona eh? mtoto wa mwisho ndiye mwenye kumiliki mali, iwe gari, iwe nini, yani mali yote ile, hata kama ni robo heka wanamiliki mtoto wa mwisho, au yule, kila mmoja ameshapewa maisha yake, so, labda kama yule sasa. Wale wa kwanza wakishayumba huko, wanaweza kaja kumomba yule wa mwisho, ashe, ndugu yetu, tumeshayumba hivi na hivi tusaidie kidogo, asa yule niridha kukubali yeye kusaidia ndugu zake. Wewe ushakushuhudia, mtu labda pengine anaenda kumuomba mtu wa mwisho ampe kitu e? Yupo ndio. Na ili kwaje, anasaidiwa? Haina, haina tatizo, anasaidiwa kabisa akija kwa heshima, lakini akija kibabe, wewe bado umeshapewa zako basi. Lakini mimi kwa sababu wa mwisho ndio naangalia labda nyumba za wazee na nini, basi ukiona kuna kitu unachokitaji wewe basi unafanyaje? Unaniomba kwa heshima nakupa. Mbona nilisikia kwamba eti baadhi ya sehemu labda watu wakubwa ndio wanakabidhiwa bwana kama kaka wafam... Na kwa nini inakuwa kwamba labda msemaji wa familia ni kaka? Kama sasa, kama msemaji wa familia ni kaka, kwa nini kaka ndio asikabidhiwe mji? Hivi unafahamu kaka? Kaka ni kama kama baba eh? Kaka, kama mtoto wa kwanza kwenye boma ni baba huyo. Huyo mtoto wa mwisho ni mtoto, lakini kwa kaka yule ni hata kama ni, ma, ni dada amezaliwa yule eh? anakuwa ni mama, anasikizwa na wale watu, anasikizwa na wale watu wengine. Kwa hiyo mikakati yote ile anasimamia yule kaka wanasema mimi, yule dada wa kwanza kama mama. Okay. Kwa hiyo mtoto wa mwisho ni, ni mdogo wetu lakini anakuwa kama mtoto wa mwisho tu, lakini wakubwa zake ndio wale waliotangulia. Kwa hiyo wanasaidiana kabisa, haina shida yote. Okay. E. So labda kwa kumalizia tu rai yako kwa Watanzania unawaambia nini ambao wanasikia hapa, kwa sababu pengine hizi mila unaweza sielewi kwamba inakuaje hivyo. Labda uanze kutuambia labda kwa experience yako ambayo umekulia hapa Moshi muda mrefu umeshuhudia ikiwa na matunda gani jambo hilo. Kwanza mila watu wote wanaadhirika kutokana na kuacha mila. Sasa hivi tunaenda na masuala utandawazi, ndio maana sasa hivi hata heshima hakuna. Lakini wale waliozingatia mila mpaka sasa hivi ukifika, ndio yani, maisha yao yanaendelea vizuri. Lakini mambo ya sisi tunaenda mambo ya uzungu na nini, ndio unakuta, familia imetetereka. Kwa hiyo unakuja hapo, mzee anakuambia fanya hivi, anakuambia mzee, mambo ya kizamani hayo Ukifanya hivi nenda kashike sijui kibuyu cha nini mambo ya kizamani hapo. Sasa ule uzamani na ule usasa ndio ule utupoteza. Uzamani unabaki, usasa una unaondoka. Vijana wote wa kisasa sasa hivi hawapo. Lakini wale walioshikilia mila, wazee wa zamani mpaka sasa hivi wapo na nyumba zao zimedumu na misingi watoto wao vizuri. Eh. Sasa nini cha kuambia vijana ili waweze kufuata njia nzuri na kuweza kufanya vitu viende sawa wasikwame na vitu kama hivyo? Tusiache, yaani tusiache mila. Usasa uwepo lakini tusiache mila. Mila, mila. Usasa usasa. Lakini lakini usiache Bwana Eh, e, uwepo? Usiache nini? Tusiache mila. Kwani mila ni nini? A, mila umezaliwa na mila yako, kila moja, kila mila na nini? Kila mila ina chimbuko lake, ni, ni Msukuma. Ukawa na mila yako ya Kisukuma na maadili ya Kisukuma. Hakuna mila inayofundisha kitu kibaya. Mila inafundisha vitu vizuri kila kila sehemu. Hakuna ukikuta mila inayopotosha hiyo, hiyo sio mila kwa okay. Hivyo mila ni hayo.